Nafikiri wale wawili wameshafukuzwa. Sasa turudi tukae kwenye, kwenye hali ya mkutano. Kwenye hali ya mkutanoa manake nini? Makamanda John tuendelee, makamanda John tuendelee. hawa watu wanaotumwa kuja kuvuruga mikutano yetu. Hawa watu wanaotumwa kuja kuvuruga mikutano yetu, na bahati nzuri taarifa tulikuwa nayo na OCD akataarifiwa, huyu kijana aliyokuwa anafanya fujo anaitwa nani? Firu rufiru <mikili> eh? anatoka wapi? Anatoka mkata ya mbuta mbutu. Mwana CCM sio mwana CCM, si ndio? na amekuja na kisu hapa, kwa alikuwa anajua anakuja kufanya fujo, si ndio? Ili waseme sisi hapa tunafanya fujo si ndio? Hey! Ambia. Wanawanunulia ambiansi ni nini? Wanawapa pombe ili waje kufanya fujo. Hey! Emfikiria, huo ni ujinga wa namna gani? Kijana unakuja kufanya fujo kwenye umati wote huu kwa kupewa ambiansi. Ambiansi ni shilingi ngapi? 2000. Yaani huyu kijana ni wa CCM, si sim si ndio? Namna mfahamu? Anatoka wapi? Anatoka Mbuta. Mbutu. Mbuta. Mbuta. E? E Ibuta. E e? E e? Nani wa CCM? Ni kiongozi wa CCM. Ni kitongoji wa CCM. Okay, okay, okay. Asanteni makamanda John, John tuendelee na mkutano John, tuendelee na mkutano. Apewe, apewe huduma, apewe huduma, achukuliwa, apelekwe kwenye huduma. Yaani anakuja na kisu kwenye mkutano wetu. Sikilizeni, vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mjibu wa sheria Sawa jamani, yeah. na tuna haki ya kufanya mikutano sawa na chama kingine chochote kwenye nchi hii yeah. Tunaelewana yeah. Tuko pamoja yeah. Hakuna mtu ambaye amekuja hapa kufanya fujo, wote mmekuja kutusikiliza, si ndio? Yeah. Kama ambavyo wao wakija CCM mnaenda kuwasikiliza si ndio? Kwa sababu ni haki yenu kutusikiliza na kuwasikiliza wao, sawa

Kwa nini tusiamini kwamba hiki kitu kimetengenezwa na walikuwa na taarifa hizo? Sisi mara nyingi tumefungiwa mikutano na nini, wanasema kuna taarifa za kiintelijensia, si ndio? Ambazo hazipo leo. Sisi tunawaambia kwamba kuna watu wanakuja kufanya fujo, halafu hata polisi leo hapo wako wapi? Kuna polisi, kuna mtu anaona polisi hapa? Kwa tunajilinda wenyewe wakati takiwa kutulinda sisi, si ndio? Yeah. na hawalipi mishahara kwa fedha za CCM ya peke yake na fedha zenu, si ndio? Yeah. nyinyi wote simnalipa kodi yeah. kama mnalipa kodi, si ndio? sinaolipa mishahara yeah. na wao si wanatakiwa kuwalinda nyinyi? Yeah. au nyinyi nyini sio raia wa nchi hii? Yeah, yeah. polisi wako wapya? tumempigia si simu hapa kupitia kwa mwenyekiti anapokea hakuna. Anachongea na kituo, anaambiwa kiko nyuma tu hapo, si ndio? Leo polisi wako wapi hapo? Kwa nini tusijua hizi ni hujuma za wazi zinazofanywa, si ndio? na tumeiona hii trendi imeanzia Kondoa, wakataka kufanya Manyoni, tukawadhibiti. Sasa hapa wamekuja tena kufanya kwa hii kitu, inaonekana wazi serikali iko nyuma yake. Sasa sikilizeni Sikilizeni, sisi sio wanyonge, sisi wananchi sio wanyonge. Hii kanda ni kanda yangu, mimi ni mwenyekiti wa kanda hii. Tuna mikutano mingine inaendelea, tunayamwanyonga leo, tuna Nzega na tuna Tabora mjini. Ole wao kule kifanyike kitu kama hiki, ole wake kifanyike kitu kama hiki tunayoona. Tuheshimiane. Yeah. Yeah. Tuheshimiane. CCM wanafanya mikutano yao kwa amani, kama hawapati watu isiwe sababu ya kutaka kuvuruga Chadema inapopata watu, kama hawapati watu wasiwe na sababu ya kuja kutaka kuvuruga mikutano yetu. Sawa jamani, sisi tumekuja hapa kupigana na watu, tumekuja kuongea na nyinyi, si ndio? tunakuja kupigana au tunaleta fujo? Mngekuja hapa mmekuja kwa sababu mnajua Chadema ni chama cha amani, ni chama ambacho kinakuja kuongelea masuala yanayohusu maisha yenu, si ndio? Na ndio maana tulipofika watu wamemkabidhi matatizo na kero kwenye makamu mwenyekiti wetu wetu, si ndio? Yeah. Kwa sababu anakuja kuwazungumzia nyinyi, si ndio hivyo? Yeah. Sasa hii kitu mtu anakuja na kisu yani, unakuja unakuwa na kisu na unafanya fujo halafu unachomoa kisu Wakamanda, sogeni, msiogope, sogeni, sogeni mlioko mbali, sogeni, tuendelee. Sogeni, tusiogope, njoni, njoni, njoni, njoni mlioko kule kwenye miti njoni, sogeni, sogeni, tuendelee, tutajilinda wenyewe licha ya ukweli kwamba hapa tuliandika barua na polisi wakaijibu, lakini leo hawajaleta ulinzi si ndio? Ingekuwa CCM anafanya mkutano saizi ausidia singekuwapo. Kwa nikisema ni hujuma nakosea, nikisema kwamba alitumwa nakosea. Asante, sogeni sogeni sogeni sogeni sogeni huko makamani, sogeni sogeni. Sogeni sogeni sogeni sogeni, sogeni sogeni sogeni sogeni sogeni sogeni mlioko kule mbali, tusogee tuendelee. Jibiwa kwa hoja hoja, haijibiwi kwa lungu. Nyie kama mna uwezo au kama mna jambo lolote mnataka kujibu Chadema tukitoka hapa Igunga na nyie itisheni mkutano ili mje mzungumze na watu wa Igunga na mjibu hoja za Chadema ambazo zimezungumzwa kwa watu wa Igunga. Haya yanayofanyika ni yanaonesha ni kwa namna gani CCM hawana hoja, wamepaniki na hawana cha kufanya. Na waombeni watu wa Igunga niungeni mkono Chadema, na nitumie fursa hii kuwaambia vijana wa Chadema Tanzania nzima na kila sehemu tunayokwenda kufanya mkutano. Hawa watu wamesha paniki, ni lazima na sisi tujilinde. Muhuni yoyote atakayejitokeza kuharibu mikutano yetu, na sisi tutatafuta njia ya kihuni kumdhibiti. Yeah, yeah. Na wewe muhuni, ni lazima uwe muhuni zaidi yake. Ni lazima watu watu hao tuwadhibiti, lakini tusihakikishe na sisi tunawafanyia jambo lolote. Wanataka afe mtu kwenye mkutano wa CHADEMA ili watufungie mikutano yetu. Tutakuwa wapole, tutakuwa watulivu, lakini hatutakuwa mafala ya viongozi wote wa Bavicha kwenye kila wilaya, kila jimbo, kila mkoa, sisi tunalo jukumu la kuhakikisha mikutano yetu tunailinda na inakuwa salama. Jeshi la polisi linapaswa kuwa jeshi la kulinda mikutano ya Chadema, lakini hapa Igunga polisi wako wapi? Hawapo, alafu wako wauni wanaharibu mikutano hii. Kwa hiyo na, nawapa maelekezo viongozi wa bavicha na vijana wa chadema Tanzania nzima, ni lazima kokote tutakapokuwa tunafanya mikutano tuhakikishe tunalinda mikutano yetu, ili tuwafikishie Watanzania ujumbe ambao chadema tumeubeba ujumbe ambao umekuwa ni mwiba mkubwa kwa CCM na serikali yao kwa sababu hawana majibu. Agenda ya no reforms no election imekuwa ni ajenda ya Watanzania mara baada. Oh, walikuwa wapi? Kuna mkutano hapa Amina. Asante anyway, mzee. Asante mzee wangu wangu mzee kwa ka. Sasa, ndugu zangu, naomba nimkaribishe makamu mwenyekiti taifa John Wegesa Heche aje kuzungumza. <coughs> Kwanza sogeni sogeni, najie wote hapa sogeu, usiutumiane watu wakiwa kwenye mazingira ambayo yanatusababisha tusio na amani. Naomba tupishe wote, sikilizeni, sikilizeni, hiyo ni rahisi. Ambaye atoki huko, tutakuwa na rais ya kumspot. Tokeni tu wote, sogeni hapo kwenye mkutano, tuwe mbele hapa, tuzungumze tukiwa mbele ya mkutano mbele ya mkutano. Asante ni sana iko. Asante ni sana. Sasa unisikilize kwanza nikimaliza hoja zangu alafu nitakuruhusu ufanye fujo. Ndio. Pia lioko kwenye kichwa chako na kukupa akili. Ili ukifanya fujo, ufanye fujo ukiwa informed.